mwaka 2024, hapa kuna upungufu wa makosa 168, lakini pamoja na kuwa na upungufu bado, tunapoongelea makosa mia tano kumi na mbili bado ni makosa mengi zaidi. Tukija kwenye kulawiti 2025 25 yalipotiwa makosa 70 ikilinganishwa na 127 yaliyo lipotiwa na mwaka 2000 2024 hapa kuna upungufu ya makosa hamsini na saba, kuona yenyewe bado iko juu, bado tuna kazi ya kufanya kazi kubwa, takwimu ziko juu. Kwa hiyo tunatakiwa tuongeze bidii zaidi kwa pamoja, na kazi zetu tunayoifanya kwa niaba ya kamishna wa polisi Zanzibar, ni wasihi wote kwa pamoja, wale ambao wako kwenye shehia na wale ambao wako mashuleni na sisi ambao ni viongozi wa himaya, tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa kushirikiana